hapa nyumbani ataweka pale mezani, ataongeza ile, si ndio? Lakini huku tunapata oxygen huku tunapata tunapata vizuri, si ndio? Kama tunatoa hamasa kwa vijana, tutatambua hilo kwanda mitsaniema, si ndio? Na inasaidia vitu vingi kwa sababu na hata